Kwa hiyo utaanza kwa kuandika text yako. ukishaandika text utakuja upande huu wa layers utakuja hapa kwenye thumbnail ya text yako uta right click, uta select pixels utakuja kwenye menu bar, utakuja kwenye edit utachagua copy utakuja tena kwenye menu bar, kwenye select utachagua deselect. Utakuja kwenye layers, uta, uta hide layer uta hii layer juu, utabonyeza hii picha, uta add new layer. Kwa hiyo ukisha add new layer, utakuja kwenye menu bar, utakuja kwenye filter, utachagua vanishing point. Kwa hiyo hapa utaanza kuweka point moja moja. Kwa hiyo utabonyeza hapa, uta click mara moja utakuwa umeweka point ya kwanza. Utashuka mpaka hapa, uta click tena utakuwa umeweka point ya pili. Utakuja upande huu, uta click tena utakuwa umeweka point ya tatu. Alafu utamalizia huku, uta click tena utakuwa umeweka point ya 4. Ukiona imekaa rangi nyekundu kama hivi, basi ujue kuna sehemu umefanya mistake. Unachotakiwa kufanya, unatakiwa ushike manually, uanze kuadjust mpaka itokee blue. Kwa hiyo utakuwa unafanya adjustment kama hivi. Ukiona imetokea hivi blue, basi ujue uko sahihi. Kwa hiyo utakachokifanya hapo utabonyeza control V ili uweze kuipaste sasa ile text yako kama hivi. Ukishaipaste kama hivi, utaishika, utaishusha hapa Ukishusha hapa, ukiona imekuwa kubwa sana kama hivi, utakuja upande huu wa tools utachagua, utachukua hii, perspective, hii transform tool. Kisha utakuja hapa, utaisogeza sasa hii text ili uweze kuifanyia transformation. Kwa hiyo utashika kwenye kingo kama hizi, utakuwa unafanya transformation kama hivi mpaka pale ambapo utaona umeridhika na text yako. Kwa mimi text yangu mpaka hapo ipo sawa, kwa ukimaliza na wewe utabonyeza okay, kwa hiyo itakuwa imekaa kama hivi. Kwa hiyo kwenye hii hii new layer ambayo tumecreate au tumeitengeneza, utakuja hapa chini utaweka layer styles, kwa hiyo utabonyeza fx, utachagua blending options, kwa hiyo utakuja hapa chini kwenye hii underlying layers Utashika alt, utabonyeza alt, utaishikilia alt alafu utabonyeza hapa mara moja. Kwa hiyo utakuwa umetenganisha tayari. Kwa hiyo utashika kipande hiki utakisogeza huku huku, utaangalia effect inavyotokea isiathiri sana. Kwa hiyo utaisogeza kiasi mpaka hapa. Utakuja tena upande huu utashika alt utabonyeza mara moja, utarudisha upande wa kushoto. Kwa hiyo effect ya huku itatokea upande huu wa kulia. Kwa hiyo utasogeza mpaka hapo, kisha utabonyeza ok. Kwa hiyo mpaka hapa tutakuwa tayari tumeshatengeneza effect yetu, au tayari tutakuwa tumesha blend kati ya text na kati ya text na image. Kwa hiyo hii ndio njia nyepesi sana ya kufanya blending kati ya picha na text. Asante sana.